Shabani Kamwe uh, uh, akiwa anaondoka kutoka kwenye kamati uh. Huyu hapa Ally Shabani Kamwe, afisa habari wa Young Africans, baada ya kumaliza kikao kwenye kamati, anaondoka hapa maeneo ya bodi ya ligi uh, Kuchedi. Uh, uh, Kuchedi. Msemaji kwema? Safi. Kuchesi. Uzima upo? Kuchesi. Kuchesi. Kuchesi. Kuchesi. Kuchesi. Kuchesi. Kuchesi. Ali Shaban Kamwe akiwa anaondoka hapa baada ya kumaliza kikao. Tayari

Mjumbe, mjumbe mjumbe mjumbe mjumbe, neno neno neno neno neno neno lako lako lako lako lako lako kidogo kidogo, tafadhali. Kikao kikao kimeendaje? Na hapo hapo hapo, safi. Tunaona vipi, tulio kikao kimekwendaje? Tujaongeane vizuri lakini vipi kikao huko ndani kimeendaje? Kilikuwa ni kikao kuhusiana na dabi au umeitwa kwa ajili gani? Lakini miongoni mwao ni swala la dabi. Je, mambo yamekwenda vizuri? msimamo wenu mbele ya kamati ulikuwa ni upi? mjumbe situkushukuru.